Tumepata ajali asubuhi na kwenda Morogoro. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tumetoka salama. Tumeona treni imehama kwenye reli <coughs> Tumbe. Yaani, hii nguzo ndo kama imesaidia hii treni isiweze, pengine zibewa zote zingedondoka, tungeumia sana, lakini tunamshukuru Mungu. Kuna watu wameumia kidogo, si wote. Ndo tuko hapa, tumetoka nje kidogo tu Dar es Salaam kama dakika ishirini na tano nafikiri, kitu kama hicho. Mbona behewa nyingine ile kule imechomoka?